Ni wazi kwamba Ibra baada ya kuondoka lebo ya Harmonize, lebo ya Konde Music, ameshaanza tayari maisha yake mapya bana, nje ya lebo. Na leo hii hapa kupitia Instagram yake, Ibra ametambulisha timu yake mpya, timu ambayo anasema kwamba ndio timu ambayo atakuwa anafanya nayo kazi. Hajatoa maelekezo kuhusiana na timu hii, ni kwamba ni lebo ambayo inasimamia kazi zake ama anasimama kama independent artist, kwa maana kwamba yupo huru kujisimamia yeye kama yeye, lakini miongoni mwa watu ambao nimefanikiwa kuona kwenye timu hiyo maana ni video ambayo alikuwa ameshare kupitia Instagram yake bana, ni timu ambayo imejaa wanaume tupu bwana, lakini pia moja kati ya sura maarufu sana ambayo mimi binafsi nilifanikiwa kuiona bana, ni sura ya Mr. T -touch. Mr. T -touch ni producer wa muda mrefu sana, mwenye experience yake na amehusika pia kutengeneza hits nyingi nyingi nyingi sana za wasanii wengi wa Bongo Flava. Sasa, Mr. T -touch ni miongoni mwa watu ambao wapo kwenye timu ya Ibra ambayo ameitambulisha leo hii hapa. Sasa hii ni video ambayo Ibra aliweka kupitia Instagram ya kwake, lakini baada ya kuweka hapo akaweka na um ambayo ilisomeka kwamba na kuweka emoji fulani hivi ya upendo, lakini pia wake hey, wa hey, hey. Bana yupo pale uh, business manager pia fulani kama Don Tower, lakini Tita, ni Tita yani, ina maana kwamba kwa utaratibu huu hapa Mr. Tita cha atakwenda kuhusika katika production ya ngoma nyingi sana ama ngoma nyingi za Ibra ambazo anakwenda kuziachia kuanzia sasa hivi baada ya kuweza kutambulisha timu yake mpya. Sasa Ibraah anaitambulisha timu hii hapa kuweza kuonyesha kabisa kwamba yeye ameshaanza maisha yake mapya tayari nje ya lebo. ilikuwa jana tunaulizana kuhusiana na maisha ya wasanii baada ya kuondoka lebo. Kuna wasanii wasani wengi sana mwakao, ambao wametemana na lebo zao kwa uzuri na wengine pia sio kwa uzuri sana kama Ibraah ambaye ametemana na lebo yake sio kwa uzuri sana. Mbosso ametemana na lebo WCB Wasafi kwa uzuri, lakini hatujaona maisha yake mapya nje ya lebo bwana, na na na na Nandi pia baada ya kuweza kutamatisha mkataba wake na yami yami pia amekuwa ni msanii huru kwa miezi kadhaa sasa hivi, lakini pia hajafanya chochote nje ya lebo mm -hmm. sasa Ibra nadhani kwamba amekuwa ni msanii wa kwanza kabisa kuweza kwa kutambulisha maisha yake tofauti nje ya lebo bana, si tumtakia tu kila laheri of course na tunaamini kwamba anazidi kupambania ndoto zake na kwa mashabiki wa Ibra bwana, you have something to smile about sababu mshikaji kama amejipanga sana kuweza kuhakikisha kwamba burudani ambayo wanaitaka kutoka kwake basi mtaendelea kuipata. Hatua hii bana imethibitisha kwanza rasmi kwa safari mpya ya Ibra nje ya Konde Music Worldwide. Sasa je, huu pepo na spidi ya game atahimili ama itakuwaje? Stick around